Mwenyekiti huyo ametoa kauli hiyo katika kikao cha tathmini kilichoandaliwa na chama kikuu cha ushirika cha MAMCU kinachohudumia wakulima wa wilaya za Mtwara, Masasi na Nanyumbu, akimwakilisha mkuu wa wilaya ya Mtwara Abdallah Mwaipaya, ambapo amesema lawama za malipo ya wakulima zinaenda moja kwa moja kwa CCM, kwa kuwa ndicho chama kilichoshika dola. Kule kwa wakulima, tunaolaumiwa ni sisi, Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, kama kusameheana, tumesemehana vya kutosha sana Yapa, kitu, ila, mkua mkua. Fela, mimi hapa kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Mtwara Vijijini, tutakaa na mkuu wa wilaya tutakaa na mkuu wa mkoa na tuwaambie wale wote ambao mpaka sasa hivi hawajarejesha fedha wakamatwe haraka iwezekanavyo, wawekwe ndani. Kama ana simu auze, kama ana nyumba auze, kama ana shamba auze, alipe pesa za wananchi. Hatuwezi kuchekeana, watu hawajalipwa pesa zao, alafu kuna mtu asubuhi anaamka yeye na, na, na mke wake anavaa suruali anatembea huko kutuka na kutukana Chama cha Mapinduzi. Hii sio sawa. Mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Mtwara Grace Masambaji ameomba taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Mtwara kuhakikisha wanafuatilia suala hilo ili wakulima wapate malipo yao ya korosho. TAKUKURU uko hapa, naomba ulifuatilie. Jumatatu nataka majibu. Naomba safadhali, naomba umwambie Mapalala hawajamaa jamaa walituahidi na walijikomiti kwamba tarehe kumi watakuwa wameshamaliza kulipa hizi fedha, japo fedha hizo ukiziangalia ni za wakulima wangapi? de deo, deo. Ni za malamba ni wakulima wangapi? kati ya mia na nane walikuwa wangapi? wako watatu eh? Yaani huwezi amini, ni watu watatu ndio wanaodai hiyo mia na nane. Ina maana hawa watu walipeleka hela kesh wawanunulie mzigo, alafu wakawauzia ule mzigo wa wakulima Awali akisoma taarifa ya tathmini ya chama hicho, meneja mkuu wa MAMCU Biadi ya Matipa amesema amefanikiwa kuwalipa wakulima wa korosho zaidi ya shilingi bilioni 300 huku kati ya vyama mia mbili na mbili ni vyama 198 vimekamilisha malipo ya wakulima, huku vyama vinne kutoka na nyamba vikishindwa kukamilisha malipo hayo. Tayari chama kimekamilisha malipo kwa minada yote kumi na mbili kwa asilimia mia moja kwa korosho zote zilizoingia kwenye maghala makuu na zilizouzwa katika soko la awali kupitia chama kikuu cha ushirika Mamku Limited, na pesa zote kiasi cha shilingi bilioni 370 milioni 797 laki 782645 zimepelekwa kwa wakulima. Kikao hicho cha tathmini kimelenga kujadili changamoto zilizojitokeza sambamba na kuangalia namna ya kutatua changamoto hizo. Habari zote kali za zo siku za kusisimua, kuelimisha na kuburudisha, bila kusahau mahojiano maalum exclusive interview zenye ubora wa hali ya juu, vyote hivi unakutana navyo hapa hapa jukwaani, Khomein TV. Kwa wenye matangazo ya biashara na mengine yote, tupigie kupitia nambari 0712 032 208 au waweza kututumia barua pepe kupitia. Khomein TV media at gmail.com. Nyote na karibishwa.